West Kenya wameitaka serikali kutatua mzozo ambao umekita mizizi eneo la Ngata Barikoi katika mpaka wa kaunti ya Migori na Narok. Viongozi hao wakizungumza katika eneo la Geto Mbeya wanasema wameghadhabishwa na hali tete eneo hilo ambayo imesababisha uharibifu kwa wakazi. Haya yanajiri baada ya familia 300 kupoteza makazi yao katika mashambulizi ya hivi karibuni. Kufuatia vurugu zinazozidi kushuhudiwa eneo la mpakani mwa kaunti ya Migori na ya Narok <coughs> <coughs> viongozi wa kidini wameitaka serikali kuwatia baroni watu ambao wamekuwa wakiwavamia wakazi, kuchoma nyumba zao na kuharibu mali yao, wakisema vurugu hizi zimesababisha watu kukosa makwao na baadhi ya shule kufungwa. We pray that the police should move with speed

Wameonyesha kutokuwa na imani na maafisa usalama, jambo wanalosema huenda limechangia kuzorota kwa mchakato wa kuleta amani, wakitaka serikali kubadilisha maafisa hao We

Haya yanajiri siku chache baada ya nyumba na mali ya familia ya Chacha Marwa eneo la Ndimaru kaunti ya Migori kuteketezwa na watu wasiojulikana, wakisema wamekuwa wakidhulumiwa na watu waliojihami. Wenye walisingira nyumba wakachoma, ndio hii, wenye walichoma hiyo nyumba. Mimi nilikuwa kwa, kwa nyumba nyingine pande hii nyingine, wakakuja wakaingia tena kwa hiyo nyumba wakaanza kuikatakata mimi nilikuwa naomba serikali inisaidie. Hawa kare wametusumbua sana. Kitanda imechomeka, vitanda mbili, kotero, manguo yangu yote, kuku, kila kitu. Kila kitu kimechomewa kwa nyumba. Sasa nitabaraka watoto wapi? Hata maku Katika eneo la Oruba kaunti ya Migori, maafisa wa polisi kwa ushirikiano na bunge la wananchi wamerejesha mali ya nyumba iliyokuwa imeibiwa na kuwakamata washukiwa wawili, wakiwataka wakazi kushirikiana na maafisa usalama kukomesha uhalifu huu. Ambapo tulifanya kazi maeneo hii ya Oruba, tukapata vitu ambao ziliibiwa kwa manyumba za watu uh, moja wao ni kama TV uva, mattress na kulingana vile uh, community ya hii area ya Oruba walitusaidia, ingawa wale wezi wengine walitoroka, lakini wengine wawili tuko naye hapa Aruba uh, poli, uh, police station. Isaac Musioka, Undugu TV.